Leo katika Jungu la Lolani kutana na vijana wa Fanisi Band kutoka Malindi, Kaunti ya Kilifi. Karibu, mimi ni Lolani Kalu. Sio rahisi kwa wanamuziki wa kizazi kipya kuunda bendi ya muziki kama ilivyokuwa hapo zamani, wakati ilipokuwa huitwi mwanamuziki mpaka uwe unaweza kucheza angalau chombo kimoja cha muziki, ngoma, zumari au gitaa. E kose-kose. Vijana wengi wa siku hizi wameingia katika tasnia ya usanii kutokana na kuwepo kwa wepesi wa kupigiwa ala zote za mziki kupitia teknolojia za kisasa. Iliyobaki ni nafasi ya kuimba tu, ambayo pia siku hizi imechukuliwa na akili mnemba, yani AI.

Hata hivyo bado wangalipo vijana wa kizazi kipya ambao huunda bendi na kuimba pamoja huku wakicharaza ala za muziki. Tunakutana na Fanisi Band kutoka Malindi, oh. Uh, has... nilikaa nao na kuzungumza nao kuhusu safari yao katika tasnia ya muziki. Unaitwa nani? Michael Shukuru. Uh, na stage name wananitaka wana baba sasa so, wewe ni mzaliwa wa wapi, na mambo haya ulisoma wapi na ulijifundisha wapi mziki? Ulienda shule wapi, na mpaka sasa wewe ni mwanamuziki? E, mimi nimesoma shule ya msingi ya St. Andrews Primary pale Malindi Kisumu ndogo, alafu nimeenda shule ya upili tofauti tofauti muyee, lakini sikumaliza kidato cha nne sababu ya mambo mambo tu ya nyumbani kukosa karo nini na nini changamoto eh tu. Alafu muziki nimejifu, nimejifunza kupitia vikosi vya mtaani kujifundisha vifaa na kanisani pia, kanisani ndo nimepata hiyo platform ya kujifundisha vifaa. Sasa wewe ulijifundisha vifaa gani wewe? Mimi nilijifundisha drums ambayo ni zile ngoma za we, za kutoka za Ulaya zile drum set. Alafu hiyo ndo ilikuwa kifaa cha kwanza kujifundisha. Alafu gitaa, nikajifundisha gitaa baada ya ku, kuona, kuna nafasi fulani kama gap ilikuwa na, inakosekana mtu kama gitaa katika sisi vijana walikuwa tunacheza, hakukua na mtu wa gitaa, so nikatamani sana kujua gitaa na nikajifundisha tu hivyo hivyo tu mtaani yeah. so, saa, katika kundi lenu nani anatunga nyimbo ama nyote eh? Sisi katika utunzi wa nyimbo wetu nyimbo zetu sote watu tunahusika, kila mmoja, tuko sita. Kwa hivyo watu wote sita, wa wanahusika katika utunzi, sababu utunzi wetu sana sana tunakuwa inspired na pale mahali sisi tutakuwa, ama vile vitu ambavyo tumepitia. Mtu anaweza kuja na peace, kama tuseme peace ya music mwenyewe amekuja nayo katika band, mmoja wetu, alafu ikachangiwa na wale wengine wote, mpaka ikamilike uwe wimbo kamili

watatu kuna mmoja anaitwa Gibson. Gibson ni mwalimu wa shule ya upili lakini pia ni mwanamuziki katika hili kundi letu. Yeye anacheza bass, bass guitar. alafu kuna Fadhili. Fadhili ni mkaji wa Kilifi, naye pia ni fundi wa kutengeza mabarabara, lakini anacheza solo guitar ama lead guitar. Na kuna Teddy na Baye, hao watu wawili huwa tunaweka mtu mmoja wanakuwa kama nafsi mtu mmoja. Kwa nini? Sababu siku zingine tuko na Baya, siku zingine tuko na Tedi anacheza kitu kimoja. E, sasa mmoja anacheza hizo drums za za Ulaya na mwingine anacheza za kitamaduni. uh-huh. Baya um, ni mtoto kwa mashawaiha Malindi. E, kama anatuchezea Fanisi Band alafu Tedi anacheza drum set zile zingine, e, alafu hao ni wale ambao hawako sasa hivi kufikia sasa umetunga nyimbo ngapi? sasa hivi tuko na kama gunia zima la nyimbo, ambayo hiyo inamaanisha kuwa ni albamu zaidi ya tatu na zile single single zisizohesabika, sababu kabla sisi, kando na kama band, bado pia mmoja badu, as individual pia mtu ana ngoma za, ana nyimbo zake na bado huzimba kwenye bandi, kwa hivyo sisi tuna msururu wa nyimbo nyingi katika original. Original. Yes, ni tofauti sababu vile tumejipackage zile zile ambazo tunaimba. Sisi sana sana huimba masaa mawili ile ile shughuli ambayo tumeitwa nayo pale, kama ni harusi itakuwa ama harusi ama sherehe zingine za kinyumbani ambazo za muda mrefu itabidi iwe maelewano tofauti ambayo sisi hatuja bado hatujaweka kwa hatujakuwa nayo yakuwa, sisi tunaweza cheza usiku mzima ama masaa zaidi ya matano ama, ama masaa sita ni kuelewana tu peke yake. Sasa hebu naambie jina lako kamili, naitwa nani? Okay, jina langu mi naitwa Maxwell Shukuru Mwangolo yeah. mimi ni mchezaji keyboard na drums katika kundi la Fanisi yes. sasa kundi hili mlianza lini? Kundi hili tulilianza uh, almost eight years ago, miaka minane iliyopita yeah. Na lengo lenu lilikuwa nini ama kulikuwa kumetokea nini, mlikutanaje nyenye watu? tulikutana kwa sababu ya upendo. Upendo ndio ulitukutanisha pamoja, na pia zaidi talanta zetu kama vijana pale mtaani. Tuli notice tuko na talanta, tulifahamu kwamba tuko na talanta kadhaa kadhaa, so tukaja tukapatana na tukaunda kundi hili la Fanisi na tukaona kwamba talanta zetu zinaweza kutufikisha mahali, so hapo ndo tukaunda ili kundi la Fanisi na tukaanza kufanya mziki. Sasa hapo mahali ambapo mlitarajia kufika, mmeshafika ama bado? Ndio tuka, tuka katika barabara, tuko njiani, tunakaribia kufika. Dho, mahali tumefikia, tunashukuru Mungu. Hapa mahali ambapo tumefikia, hii step ambayo tumeifanya paka hapa, tunashukuru Mungu. na mmepata changamoto gani pengine njiani? Uh, changamoto haswa katika makundi ya kimziki kama hili letu, changamoto tuko nazo ni nyingi. Kwanza tukianza na changamoto za vyombo instruments, ni tumekuwa tukipata tatizo sana. Tunaitwa katika sehemu nyingi kwenda kuperform, lakini vyombo ambavyo tuko navyo si vile ambavyo vinahitajika kuperform tuvitumie tu kule mbeleni kwa, kwa stage. Sana sana huwa tunakodisha na kukodisha ni pesa nyingi na tukipata kile kipato chetu cha pale kwa performance nyingi sana inaenda katika yule mtu ambaye ametukodishia vyombo. So vyombo sana sana ndio imetutatiza peke yake, vyombo tu do, kuna ziko nyingi, lakini vyombo tu ndio imetutatiza. Sasa kundi lenu, kuna wasichana kwenye kundi lenu? Eh, tulikuwa tuko na wasichana katika hili kundi letu, lakini sasa si unajua, wana dada yetu wanafikia muda wanaolewa, e, wanaanza familia zao, na lazima umpatie nafasi awe mama katika familia yake, awe bibi katika familia yake. Sisi kuna watu wameoa hapa na kuna mabibi, lakini aa, na mwanamke ni tofauti, so uwezi ukam, ukam, ukam pokonya yule mwanamke ile majukumu yake nyumbani. Tho tuna hopes za kwamba utapata wanadada wengine zaidi waje watu join. Kwa majina anajulikana kama Benson Kahindi Karisa ni mkaaji wa kutoka Malindi na ni mzaliwa wa Malindi, na nimesomea shule ya msingi ya Malindi Primary School, ndio shule niliyosomea. Alafu zaidi pia, kutokana na swali uliloniuliza kwamba nimesomea wapi mambo na muziki, nashukuru sana, kwa sababu kuna time, kuna fursa ambayo ilitokea na ilivyotokea ikawa inahitaji baadhi ya vijana ambao wana vipawa, na hapo ndo pia niliweza kuchukua niliweza kuchukua ile hamu ya kwamba pia mi nataka niniwe mmoja katika hiyo , so nilishiriki katika audition ambazo zilifanyika Mombasa. Na baada ya hapo nikajaliwa nikuwa na mwenzangu nikapita, nilivyochukuliwa nika, nika tukapelekwa Nairobi tukafundishwa. Maanake Nairobi ilikuwa ni kama academy mpya ambayo ilikuwa inaanza na tulikuwa mapionea, ilikuwa sisi ndio wale wa kwanza kuweza kujaribiwa ile program na nashukuru tulipitia machangamoto, lakini niliweza kupata mambo mengi ambayo yaliniweka, yaliniweka katika msingi katika hii mziki wa, wa, wa, wa live ambao umenifanya mpaka sahii na ufanya na bila matatizo yote, kwa sababu zile mbinu zote ambazo nilizipata kule ni mbinu ambazo zilikuja kutokana na kile kipawa ambacho nilikuwa niko nacho, kilikuwa inaenda specific kulingana na vile ambavyo ule mtu yuko anakuzwa na kile kitu ambacho yuko nacho, si ati umeenda ugeuzwe ufanye kitu kingine. Academy ilikuwa na strategy ya kwamba inachukua kile kitu ambao uko nacho, wana ki upgrade na ili kiweze kukusaidia we mwenyewe ukifanya mwenye, we mwenyewe ujione unakifanya wewe mwenyewe kwa hivyo ni moja wapo ambao unaweza sema ni ile ndo niliosomea huko na nikapata hiyo nilivyopata nika... Wapi hiyo academy? Ilikuwa Nairobi ambayo ilikuwa mwaka wa 2010 nafikiri ambapo ndo waliweza kuifanya ikawa, watu wakachaguliwa kutoka kila kaunti ya Kenya na tukaja, na ilikuwa pale Moi Sports Center Kasarani hapo ya maana. Ilikuwa under Ministry of Youth, alafu pia hawa nini wa PPMC. Na kumbuka kulitoka bandi pale, baada ya pale hiyo academy, kwa sababu watu waliona kwamba yanini warudi manyumbani kama mtu ametoka Busia ametoka Kisumu, mimi nimetoka pwani huku, nirudi nyumbani na nimepata ile skill, ndio tukaona itakuwa ni vizuri vile ambavyo tumemaliza tuweze kuona tuunganishe, tuunganishe na no, tukaunganisha bandi ambayo ilikuwa inajulikana kama kipawa wa Kenya. Hiyo time hiyo nakumbuka bandi hiyo ndio ilipiga ule wimbo wa mali mwengu, hey, mali mwengu na Lolani ile wakati ile ilipokuwa kwa NTV hey, hey, na iliweza ile kututengezea pia ile mianya ya kwamba walikuwa kama kuna nafasi tukaweza kuitwa, na hiyo ili, ili, ilifanya pia personal nikaweza kuinteract na watu ambao walikuwa sijategemea kama nitaingiana nao. Ewa Ayawe. Huyu samaki ana mengi ya kusimulia. Huyu samaki ana mengi ya kusimulia. Kinywa kimejamate. Huyu samaki ana mengi ya kusimulia. Huyu samaki ana mengi ya kusema, eh. Binafsi unaona changamoto ni nini hasa ambazo zinawakabili kabisa kama grupu eh? Kama grupu eh, kundi letu sisi ni kama vile alivyosema Ulewa kwanza kuwa vifaa vinaturegesha nyuma sababu sisi tunatumia vifaa kidogo sana kufanya mziki lakini, sasa vile vifaa vinavyofaa tukiwa navyo sisi tutatisha, tuta nitakuwa yani, ni itapenya kila mahali, sababu itakuwa mziki wetu itakuwa rahisi sana kufika kila mahali. Mbali na kupiga mziki kama hivi, katika kundi lenu wamo wasanii ambao wana sanaa zingine zingine kama kucheza sinema hivi na michezo ya kuigiza? Ndio sisi, sisi tayari kama Fanisi Bandi, sisi tume tumebarikiwa gift tofauti tofauti sababu mimi tayari mwenyewe tayari, mwenyewe tayari mchezaji filamu. Mimi naandika wimbo, naandika nyimbo. Mimi na traini vijana guitar na vocals. Alafu pia bado kuna mwingine kwenye kundi ana traini percussions, vocals na bado pia yeye ni mchezaji filamu. hapo kwenye filamu wewe umeshaandika umesha, filamu gani ambazo umeshafanya? Eh, kuna filamu za kitambo ambazo hazijakuwa kwenye asijauza yani, lakini ambao nimezifanya kitambo ambazo sikuwa nafanya mziki wakati huo nikuwa skuli nini, na nini wakati... kama ipi? Kuna nyingine inaitwa Siri, lakini sasa Siri haijakuwa published, lakini ilikuwa ni filamu nzuri sana. Sasa mnafanya mazoezi lini na lini? Mazoezi yetu sisi kama wanamziki huwa ni kila siku, ndo tu grow talanta zetu, ndio kupatana. Kama band huwa tunapatana mara mbili ama mara tatu kwa wiki yes. Yes. Na mnacheza wapi na wapi kana e, kunoa vipaji vyenu? Sana sana mjini Malindi kuna sehemu, kuna hoteli zenye ziko pale zenye watu na perform, moja hapo ikiwa ni Barbar. Uh, tumeperform Karen Blixen, tumeperform tumeperform uh, sehemu nyingi sana those siwezi kuzikumbuka kwa majina but, tumeperform sehemu nyingi sana uh, Malindi Kilifi, tumeperform Beneath the Baobab hoteli nyingi tu tumekuwa tukiperform huko. Hatuna siku eti maalum yati kama Fanisi Band tunaperform siku maalum, tunafanya kubukiwa tu, alafu tunaenda tunaperform. Mwisho kabisa wewe mwenyewe ulisoma wapi shuleni? Primary nasari, primary mpaka wapi? Alafu ulijifunza wapi mambo ya mziki? Uh, mimi nilisoma St Andrews primary school, then nika join barani Uh, secondary school. Lakini mziki nilianza nikiwa mdogo sana nilitamani sana ku, ku, uli, nili, sita kusema nilizaliwa nao, lakini nilipenda mziki. Nilivyojifahamu tu nilipenda mziki. Nikiwa na umri wa kama miaka minane, kwa room yangu ilikuwa nimejiwekea radio hapo, ilikuwa nasikiza mziki sana. And then nilipofikia miaka kama kumi hivi, nikaanza kucheza ngoma mwenyewe, kucheza drums, nilijifundisha tu, tu mwenyewe. And then, nikapata marafiki hapa na pale wakanionyesha hii. Unafua ufanye hivi naifanye hivi. And then sasa, mitandao ikafika, sasa YouTube pale tukaanza sasa kuexplore zaidi. Nikaanza kujifunza chombo chingine hapa na pale, na ile kukutana na watu zaidi ikanifanya nijue zaidi mitambo. Wazazi hawa, ah, wazazi wangu namshukuru sana mamangu na babangu, wanasapoti sana mziki. Nilivyokuwa mwanafunzi nimefocus na na elimu lakini pia nao walikuwa na nisupport sana kimziki. Wazazi wangu, hata pale nyumbani watu walikuwa na nisupport. Jua na jua ni talanta angu. Yes, walikuwa na nisupport sana. Mmenda studio mkarekodi nyimbo za hii group ama kila mmoja kivyapke? Ah ah, sisi bana tumefanya nyimbo kama group kwa pamoja na kama vile tunavofanya. Mmenda studio? Mmenda studio. Kuna studio ambayo iko hapa pa Kilifi lakini vile lazima uwe mtafutaji ando atajua pale na po, ama kile anachokitafuta. Producer nani? Producer, hapo kuna producer kama watatu ambao walishirikiana, na kuna mzungu mmoja, na kuna jamaa fulani kutoka Nairobi pia, alafu kuna huku nyumbani pia aliweza kushirikiana. So kulichanganywa zile flavor, kwa sababu muziki wetu unajua, ni muziki ni fusion hii, mm-hmm. Na hii fusion kwa wale wajanja wanaojua ni kumaanisha lazima wapate pia wajanja ambao wanaweza kurekodi, so tulirekodi na wale watu ambao wanajua kitu gani wanafanya. Alafu studio yenyewe iko ni Benet the Baba, BTB ambao sasa tunaweza kupata quality ya output hali ya hali ya juu pale, pale kuna kila kitu ambacho naweza sema ni mandhari yetu ambayo na hamu pia mimi ya kwamba kama vile wenzangu walivyosema tupate vile vifaa ambao wale wanavyovitumia pale na sisi wetu tuko tukonavo hapa ndani ya Kilifi, sikudanganyi itakuwa ni jambo lingine tofauti. Manake itakuwa tumepata sasa ni, ni mkulima amepata jembe la sawa la kuingia shambani. Sisi tayari tuko uwanjani tunaendelea, si ati kwamba tunaninio. Iliyobakia sasa ni kupa, kuwa package na vitu vizuri, yani kupata vile instrument za sawa, ndio ukifanya isikufanya kama msanii kwa strain na lot unaelewa. Kwa hivyo ndio vitu vimebakia, naona kwamba kama tungeza tukipata well wishes ambao pengine unaweza kutuajalia kutu support pahali inaweza kuwa vizuri, especially kwanza upande wa Kilifi County na, na, na nio mheshimiwa gavana wetu, ikiwa pengine itakuwa ni vizuri akiwa ametusikia, ama anasikia sauti hii ama anasikia kuhusu Fanisi, basi tuweze kupata ile support ya kutoka upande wa kwake. Najua kila mtu, kila mmoja anataka na, na, kusaidiwa, lakini si tuna lengo pia kwa jamii kwa pamoja, kwa sababu kuna wenzetu ambao wanataka kuwa kama sisi, lakini sasa hatuwezi wasaidia kama sisi wenyewe hatujasaidika. Kwa hivyo tukipata vile vitu, tutakuwa pia tunaweza ku train. Maana yake tunataka Fanisi ziwe kama kadhaa, si ati ni sisi peke yetu. Tukitoka sisi tukienda kwingine, iwe kuna wengine nao wanachukua hii hatamu ya kuendeleza zaidi. Hiyo ndio lengo letu. Kwa hivyo ni lengo letu ndani ya Kilifi County, na pia zile chances ambazo ziko katika county zile ambazo ni za za za kwamba watu wanalikwa waende wakafanya performance, pia sisi tutaka tutatengewa pia nafasi yetu, itaweza kuwa ni jambo la busara, kwa sababu sisi tunafanya mziki international. So ikiwa kama kuna hizo pati ambazo ama kuna hizo shughuli zikifanyika, tukifikswa hapo, naona pia wale ambao ni wageni ambao watakuwa wametoka manchi ya kwao, wamekuja watafurahia, kwa sababu kuna vitu sisi tuna urahisi vya kuwashikia wao. Yeah, yeah, fumbo, la, la samaki. Hebu sasa fumbo la samaki lima, lima, fumbo la samaki yeah. Ni kwamba mmoja wapo hiyo sisi bana, kuna hii issue ya blue economic yeah. Umeelewa yeah. Sisi naona hapo ndani inatufiti kabisa, kwa sababu tumeangazia jinsi ya samaki na tumeangazia yale maeneo ambayo yako huku ndani ya pwani ambayo analeta samaki wazuri. Kitaka samaki wazuri, tutaweza kwenda kuwapata pale, na pia hiyo imefanya baadhi ya wale wavuvi wanaovua kwamba ni combination, wameingiliana, si waswahili peke yake ama wagiriama sasa, hii imekuwa ni mix, wanafanya pamoja Umeelewa? Kwa hivyo ni moja wapo katika hiyo upande wa blue economic, tukiwa tunaweza kupewa pia chances kwenye hiyo. Hii nyimbo yetu imeweza kuangazia kila kitu kwenye hiyo nyimbo. Sasa na mimi nakwambia kwamba ukienda kwa mkwe, ukwenda ukweni, ukip, ukipatiwa samaki, basi wewe yule samaki kula upande huu mmoja mpaka umalize eh? alafu utoe ile miba uiweke kando, uendelee kula ah. ule upande wapi, usimgeuze yule samaki kama uko ukweni eh? Tafadhali, tafakari hayo eh? Kutaka samaki wazuri ndio pwani especially kiliki Malindi, Watamu, utapata kila aina ya samaki sana sana, sana kanga kwa sanasana yule kwa pweza samaki huyo kimla na kabasi damu yako asisimuka yani sawa sawia, kuko pwani kuna pweza kuna tapi kuna magumba ah. <laughs> Aweni pweza, aweni papa, awekiboma, aweni ngisi, aweni sapa, awekiboma. Sisi ni Fanisi Band, tunasikiza Coco FM 98.9, ladha ya pwani. Kuwa nami tena wiki ijayo katika makala mengine ya Jungu la Lolani. Mimi ni Lolani Kalu. Hey, femu ladha ya pwani. Atani Hoa. Coco FM, ladha ya pwani.